Tumekuja kwa amani kuhakikisha kwamba nyinyi mnakuwa salama, Tanzania inakuwa salama. Kwa hiyo tunachofanya sasa ni kwenda kuona ule mto, tunasikia kuna samaki wamekufa kufa ovyo kwenye ule mto. Kwa hiyo na mimi ni niwaombe sana tusinunue samaki ambaye huwezi kujua amekufa namna gani. Anaweza kuwa amekufa kwa ajili ya sumu, alafu ukapata madhara bila sababu. Kwa hiyo sisi tunakwenda kuangalia na wataalamu wetu watachukua vipimo, wataona kweli kuna sumu. Kama kuna sumu, tutajua namna ya kufanya na kama hakuna sumu tutawapa pia taarifa, lakini jueni kwamba mko salama. Hii ni nchi yetu, hatutaki ukaa kwa kinyonge hapa. Ndipo Mungu alipotupa kuishi. Kwa hiyo hakikisheni kwamba muamini kabisa mko huru, na vyombo vyenu vya ulinzi na usalama vipo kwa ajili wenu. Naomba tuwapigie makofi vyombo vya ulinzi na usalama. Tanzania safi, Tanzania safi. <tos> <tos> <tos> <tos> Mweka. Eh, sungu ya mkoa wa Kigoma, sisi kama mkoa tulipokea taarifa za kuwepo kwa viumbe pamoja na samaki ambao inasemekana walikuwa wanakufa kwenye Mto Malagarasi, na sisi kama wataalam tukajua kabisa kwamba hili yawezekana likawa ni tukio ambalo linaweza katarisha afya ya jamii. Kwa hiyo katibu tawala wa mkoa mkuu wa mkoa wakaunda timu kwa timu ya wataalamu ambao tumekuja kwa ajili ya kuona kuchunguza. Kitu ambacho kikubwa ambacho tumefanya sisi kama wataalamu ni kuchukua baadhi ya sampuli ambazo tunadhani kwamba tunaweza kufanyia uchunguzi ili kujua na kubaini kwamba huenda kile kinachosemwa kama ni sumu kama ni namna yote ile inabainika, ili kujua kwamba watu wetu wanabaki salama na kulinda ile afya ya jamii. Lakini sambamba na hilo, tunaendelea na zile taratibu za kiafya, kwa maana ya mwongozo wa Wizara ya Afya, kujua tetesi na kila habari yoyote ambayo tunadhani kwamba inaweza ikatokea kwenye vituo vyetu vya kutoa huduma za afya. Kwa hiyo tuwaombe Uh, wananchi wa maeneo haya upande wa Kigadye lakini pia na wataalamu wetu pale ambapo wanapata au atakuja mgonjwa yote ambaye atakuwa na dalili za kualisha, atakuwa na dalili za kuwashwa kwa mfano ya ngozi, au dalili zote zile ambazo zinaweza kadhaniwa kwamba zinatokana na mtu kula chakula au kula samaki ambaye ametokana na maeneo haya, wasisite kutoa taarifa kwenye mfumo wetu wa taarifa kutolea kwenye magonjwa, kutolea zile tetesi, ili mwisho wa siku serikali pamoja na, na Wizara ya Afya pamoja na sisi kama kitengo cha afya pamoja na na mkoa huwezi kuchukua hatua madhubuti ili kulinda afya zetu na usalama wa raia zetu. Ni vijiji gani ambavyo vinaonekana kwamba vimeathirika zaidi na hilo? Ah, eneo hili ni eneo la Kigadye kwa maana vijiji vya Kigadye, lakini mwambao wote unaweza kusema Kitanga mpaka maeneo fulani ambayo wanazunguka maeneo yanaweza akawa yanakuwa na, ya kwenye hatari. Watu hatuwezi kusema kubayana kwamba kwamba tayari tumeshapata athari yoyote, hatuna cho, kisa chochote ambacho kimeripotiwa kutokana na kutoka kwenye wananchi wa maeneo haya kwa habari ya kula samaki au kupata madhara yoyote yanatokana na ulaji wa samaki ambao wanadhaniwa kwamba pengine wana sumu kutoka kwenye maeneo haya. Lakini tuwasihi tu kwamba wananchi, pale ambapo watapata mashaka yoyote au itakapobainika kwamba kuna mwananchi yeyote ambaye ataanza kuwa na dalili zozote ambazo anadhania kwamba zinaweza kutokana na yeye kula samaki wanaotokana na maeneo haya, asisite kutembelea kwenye kituo chetu cha kutoa huduma za afya au kutoa taarifa kupitia hudumu wetu ngazi ya afya ya jamii ili tuweze sisi mkoa kuweza kurespondi kwa haraka. Kamati ya usalama ya mkoa pamoja na kamati ya usalama ya wilaya ya, ya Kasulu leo tumeamua kutembelea Mto Malagarasi. Kuna ishu kubwa mbili. Ya kwanza, tulipata taarifa kwamba imeonekana kuna viumbe wengi wamekufa wame kwenye huu mto, na wameona kuna uh, samaki wadogo wamekufa, kuna vyula wamekufa kwa hiyo baada ya kupata hiyo taarifa tukaona kwa kweli ni ishu ambayo lazima tuje, e, kama kamati za usalama tuweze kuona. E, kimsingi tumeupita, tumezunguka e, kuona huu mto kama viumbe hivyo vipo, lakini hatukufanikiwa kupata chochote. Lakini kikubwa ni kwamba ukipata taarifa kama hizi ambazo ni, ni, ni, ni, ni muhimu sana ni lazima uzifanyie kazi na ukidharau taarifa kama hizi matokeo yake unaweza kujikuta baada ya kusema kwa nini sikuchukua hatua. Kwa hiyo tumechukua hatua na tumetembea, tumeona mazingira yalivyo. E, kwa hiyo vijana wetu wa usalama watapita maeneo yote e, kupata taarifa sahihi, alafu tukiona kama kuna ukweli wote, basi tutachukua hatua na tutajulisha umma kwamba ni kitu gani kimetokea. Lakini kwa sasa hivi e, tumeona mto uko salama, una flow vizuri. E, kwa hiyo nimewahakishia wananchi wa maeneo haya kwamba waendelee na shughuli zao, lakini wasinunue samaki, wasile samaki au kiumbe chochote kutoka kwenye huu mto kama hawana uhakika uh, huyo kiumbe amepatikana kwa namna gani, amekufa kwa sababu ya namna gani, kwa sababu kama kweli kuna hiyo sumu anaweza akapata madhara. Kwa hiyo hilo ni la kwanza, lakini la pili e, huu mto umekuwa na mvutano wa muda mrefu ambao bahati nzuri sasa uh, umefika kwenye ngazi ya kitaifa ambayo naamini hizi nchi zetu mbili e, kwa sababu wana mahusiano mazuri na wamekuwa wanashirikiana kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo naamini mwisho wa siku tutapata, tutapata majibu eidha, e, uh, ni mto huu upande ni wa uh, Tanzania au upande ni upande wa uh, Burundi. Kwa sababu tusipopata majibu mapema, unaenda tukipita, wewe shahidi, tukipita, unaona watu wanakimbia wanafanya nini e, wanahisi. Afrika isingetakiwa kuwa hivyo, kwa hiyo ni vizuri na najua viongozi wetu wanalifanyia kazi uh, ngazi ya kitaifa. Kwa hiyo wananchi, niwajulishe tu kwamba hili linashughulikiwa linafahamika, kwa hiyo si muda mrefu tutapata majibu. Otherwise, mimi niwashukuru sana waandishi wa habari kwa kuja e, manake kila mtu alikuja anasema hivi viumbe wamekufa wengi kwa ajili ya nini, lakini kwa kweli tumetimiza wajibu wetu. Lakini la mwisho napongeza sana uh, timu yetu ya askari wa jeshi la wananchi pamoja na uh, timu zetu za vyombo vya dola wanaofanya kazi maeneo haya Najua maeneo yenyewe kama unavyopita eh, ni maeneo ambayo si rafiki sana, lakini hakuna jambo kubwa kama uh, uzalendo wetu tume apa, kwa sababu tumeapa kwa ajili ya kulinda mipaka yetu na lazima tulinde mipaka yetu. Pia niendelee kuwasihi wananchi wa mkoa wa Kigoma kuendelea kuchukua tahadhari ya kuzingatia uh, uh, afya ya mazingira kwa maana ya usafi wao binafsi, lakini usafi wa mazingira na kuhakikisha kwamba wanazingatia kanuni za afya, kula vyakula ambavyo vina vimekaguliwa vyakula ambavyo ni safi, vyakula vya moto, lakini kuhakikisha pia wakati wakinywa maji wahakikishi maji yale kunywa ni masafi, maji ambayo ni salama, na ni vizuri wakachemsha maji ambayo wanakunywa. Lakini pia kuhakikisha kwamba kuhakikisha kwamba wananawa kwa kwa mikono kwa maji tiririka na sabuni, kuhakikisha kwamba wapati magonjwa mengine yanayoambukizwa kwa kutumia maji.